Yaliyotokea kabla ya Desemba, Oktoba 29 wakati wa Oktoba 29 na baada ya hapo Saumu. Sasa ni Bwana Jawadu. Bwana Gwandumi anasema kwamba ni kana kwamba uhuru umefutwa na bila shaka walioko madarakani ndio waliofuta uhuru huo. Hivi sasa kinachoshuhudiwa ni wasiwasi wananchi, naonesha hawana imani na uongozi, ndio maana wanataka kuonesha ghadhabu zao mitaani, kwa hichi ambacho kinashuhudiwa tangu tarehe 29 Oktoba mpaka hii leo ambapo walitarajia wananchi wa Tanzania kutoka mitaani. Wewe unaweza kusema Tanzania imefikaje hapa? Mimi kwanza, nadhani ni mtazamo uliokosa utafiti, kusema kwamba uhuru umefichwa ume, ume, ume, ume kwa sababu umefutwa leo uh, uh, uh, ume, ume, ume kitu ambacho, kusema kweli, kama tunazungumzia dhana ya uhuru wa nchi kujiamlia mambo yake yenyewe, dhana ya uhuru wa watu kuchangamana, dhana ya uhuru wa watu kuzalisha mashambani, dhana ya uhuru ya watu kufanya biashara, dhana ya uhuru wa watu kufanya kazi maofisini, dhana ya uhuru wa watu kuchagua wapi aende wapi aishi, kusema kweli kwa Tanzania tumepiga hatua kubwa sana, licha ya hiki anachokieleza mwenzangu ambacho ni changamoto ya siku mbili tatu iliyopita, lakini kiukweli, miaka sitini na nne ya uhuru Tanzania tuko mbali ukilinganisha na mataifa mengine, na hii inatokana kwanza na uhuru wenyewe kwamba tumepiga hatua kubwa sana katika taifa letu kujitegemea mambo yake yenyewe, kujiamuria mambo yake, kuchagua marafiki na kutofungamana na upande wowote, kulinda heshima ya taifa ya ndani, kulinda rasilimali lakini uhuru katika kupambana na maadui watatu ambao ilikuwa ni, ni, ni, ni, ni, ni, tangazo muhimu sana wakati tunapata uhuru mwaka sitini na moja kwamba lazima tupambane na umaskini, maradhi na ujinga. pamoja na, hayo bwana Jawadu, Jawadu, pamoja na hayo Bwana Jawadu, hapa Bwana Gwandumi alisema kwamba anahisi kilichoifikisha hapa Tanzania ni ubaguzi wa kisiasa umetaja. Eh, uhuru upo wa aina mbalimbali, uhuru wa kujichagulia uhuru wa, wa, wa yote hayo uliyozungumza. Lakini je, kuna uhuru wa watu kukosoa? Uhuru wa watu kusema wanachokihisi wanapaswa kukisema, uhuru wa kufanya siasa, yote hayo unaamini kwamba yapo katika kipindi hiki ambapo Tanzania inashuhudiwa iko katika hali hii tunayoiona hivi sasa kwamba wamechoshwa na pengine kuzibwa midomo? Kwa kweli inahitaji in, ushahidi wa kutosha kusema watanzania wamechoshwa, kwa sababu idadi kubwa na kiwango kikubwa cha watanzania, ukisikiliza maoni yao hawaoni hali mbaya hiyo ambayo inatiliwa chumvi na wasemaji wengi ambao kwa kweli pia nao nadhani wanakuwa hawatumii rejea zilizo sahihi. Kilichotokea baada uh, ya tarehe ishirini na tisa ni jambo ambalo limeshatolewa maelezo mengi na si kipimo tu unachoweza kutumia kusema kwamba Tanzania hakuna uhuru, wakati viko vigezo vingi ambazo unalipima taifa kwamba taifa hili lina uhuru na liko uhuru. Sasa huwezi ukatumia eneo moja tu la kasoro ndogo ambayo kwa kweli wala si changamoto ya Tanzania pekee. Hata hapo Ujerumani ulipo jana limeona watu wakizuiliwa kuongea wakati vijana wanaandamana ku, kupinga sheria ya kwenda jeshini kwa lazima. Sasa huwezi kusema Ujerumani haina uhuru kwa sababu ya hicho kilichotokea. Kwa hiyo sipo kasoro ambazo zinaweza zikawa zinatokea na ni za kidemokrasia kwa hiyo sababu demokrasia si kitu ambacho kimekamilika kila wakati, kinakubalika. Jawadu, bwana wakati. Wakati. Bwana Jawadu, hapa Ujerumani watu wanapotaka kuandamana wanda, wanaandamana kwa uhuru kabisa kwa kupewa kibali na kwa kulindwa na vyombo vya usalama, lakini nataka kumuuliza Bwana Gwandumi Mwakatobe, maendeleo anayoyazungumzia Bwana Jawadu yanaonekana na Watanzania? Naam uh, asante sana eh, eh, Saumu. Kabla sijajibu hilo hilo la maendeleo, ngoja niliweke vizuri ambalo Jawadu Muhamed ya, yuko makini sana na, na, na mheshimu pia, kwa sababu anaeleza kwa makini <laughs> asija kakosea. Maka ukikosea unaweza ukatumbuliwa moja kwa moja. Niseme hivi, maandamano kwetu sisi hatupewi kibali wala hayatolewi ruhusa na mtu yeyote yule awae hata vyombo vya ulinzi. Maandamano ni haki ya kisheria ya kila Mtanzania, anayo haki hakuna, anayetoa hiyo haki wala anayepaswa kuizuia, nijuavyo vivi mimi na hata Jawadu anafahamu kwamba, ila tunapaswa kutoa taarifa kwamba kutakwepo na maandamano, lengo letu ni hili hayo Eh, yapo na yanafanyika, ingawaje miaka ya karibuni swala la maandamano limekuwa kama ni utashi wa rais, ni ruhusa ya rais au ni kibali, lazima upate kibali hapa. Kwa kweli sera zetu ni nzuri tu, kasoro tu ni kwamba hazisimamiwi kwao. Hata maandamano wangeyaruhusu kwamba ya maandamano yawepo. Jeshi la polisi linasema tumeyazuia, mara nyingi likisema kulingana na taarifa za kiintelijensia ki kwamba kutakuwepo vurugu. Kama watakuwepo wanaoandamana kwa amani, e, e, jeshi la polisi kazi yake ni kuwazuia wanaoleta vurugu, kuwazuia wanaovuruga maandamano. Andamana wanapaswa kuwa huru na kutoa, e, madukuduku walio nayo huko, ndio kuwa na uhuru. Lakini niseme suala la maendeleo, kusema ukweli, maendeleo ni jambo ambalo ni la mchakato mrefu, halina mwisho. Sisi sasa tunajilinganisha na tulikotoka na tulipo, hasa sasa hivi ambapo vijana wengi hawana ajira, ambapo watu wengi wengi wanashindwa kufanya shughuli zao kulingana na mambo ambayo wanazuiwa. Kwa mfano, kuna malalamiko kwamba uwekezaji wanapewa kipaumbele sana watu wa nje, wakitaka kuwekeza napata shida sana, kwa hiyo tunarudi nyuma kimaendeleo. Tuachie hapo, tuachie hapo. Bwana Gwandumi, umetaja kwamba kimaendeleo Tanzania inarudi nyuma na bwana Jawadu ametaja suala la kuwepo uhuru, lakini ukitazama kwa mantiki ya alichokizungumzia bwana Gwandumi kwamba vijana walio wengi hivi sasa Tanzania hawana ajira, tunafahamu kwamba vijana chini ya umri wa miaka 24 ni asilimia 64 na idadi kubwa pia ya Watanzania kiasi milioni sabini wamezaliwa baada ya uhuru huu tunauona tuna hivi sasa. Bwana Jawadu, nikitaka kuitazama hali ya kisiasa kwa ujumla wake, e, tunajua kwamba Tanzania ilikubali mfumo wa vyama vingi mwaka elfu tisa mia tisini na mbili na hivi sasa tunapozungumza viongozi wa upinzani wamekuwa wakiishi kwa mashaka na sijui kwa nini watawala wamekataa kuheshimu mfumo wa demokrasia ya vyama vingi, pengine unaweza kutueleza. Mimi nadhani kwanza, kabla ya no kuja kwenye swali lako, katika eneo la maendeleo, lazima tukumbuke kwamba taifa letu limepiga hatua kubwa sana maendeleo. Leo tunazungumza Tanzania ya miaka sitini na nne ikiwa kila nyumba ina umeme. Ukitoka hapa Dodoma nilipo kwenda kijini kwetu ni kilometa zaidi ya elfu moja na mia nne unapita kwenye lami, nyumba kila unapopita imewezekwa kwa bati. Lakini pato la mtu moja moja Tanzania limepanda sana zaidi ya, ya, ya milioni tatu na, na, na, na, na laki mbili kwa, kwa mwaka lakini ukija kwenye miundo mbinu ya serikali ilipo majengo ya serikali ya taasisi. Sawa, tuje kwenye hali ya kisiasa katika swala la vyama vingi. Kwa kweli tumekuelewa. Sawa, katika eneo hili la kisiasa, kusema kweli, ziko changamoto ambazo ni za dunia nzima, si za Tanzania tu, kwamba hali ya tofauti. Tuzungumzie hizi za Tanzania, kwa nini watawala wamekataa kuheshimu mfumo wa vyama vingi wa demokrasia ya vyama vingi? Leo vyama vingi tunapozungumza humu tumetoka kwenye uchaguzi ambao vyama, vyama vilivyohusika kwenye uchaguzi ni zaidi ya kumi, ni, ni kumi na saba. Leo tunazungumza nchi ya ambayo ina vyama ambavyo vinashiriki katika shughuli zao za kidemokrasia, vinafanya uchaguzi, vinaendesha mambo yao. Sasa unapotutaja vyama vingi kwa kuzingatia kasoro tu za chama kimoja cha Chadema ambacho pengine kimepita katika msukosuko wake wa ndani, kimejimegua chenyewe na kimeshindwa kushindana katika ushindani wa wa kweli hapo kwa kweli nadhani pia unakuwa hujatumia mtazamo sahihi. Vyama vingi vi ni pamoja na idadi ni vi vyama vingapi havishiriki siasa Tanzania? Karibu vyama kumi na saba viko kwenye siasa, vilisimamisha wagombea urais. Sasa demokrasia inapotazamwa lazima kwa kweli tuwe na uadilifu katika kusema hilo. Ni, ni, ni matatizo yaliyopo katika baadhi ya vyama. Ama muda wetu hauruhusu Bwana Jawadu kuendelea kwa hilo, tumekusikia mpaka hapo, lakini naomba niulize swali hili la mwisho kwa Bwana Gwandumi e Tuna tuki, ukitazama nyuma historia, alisikika Mwalimu Nyerere kwa nyakati tofauti akizungumzia juu ya hatari ya viongozi kuwa na madaraka makubwa, akitahadharisha kwamba kunaweza kukawafanya kuwa madikteta. Bwana Gwandumi, hicho ndicho kinachoshuhudiwa hivi sasa Tanzania, ni sahihi kabisa? Inawaje, nimewahi huko kuhoji nyuma kwa jinsi ambavyo mwalimu Nyerere alikuwa na hekima kubwa sana, lakini hakuweza kufanya mabadiliko ya, ya, ya, ya eh, mabadiliko ya katiba au kuchochea mabadiliko ya katiba iliendane na mfumo wa vyama vingi. Kwa hiyo aliyaona hayo, lakini pia hiyo katiba inayompa madaraka makubwa ilimpa hata mwalimu Nyerere, kwa hiyo